Ok guys, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Hapa ni nyumbani pa kupata taarifa mbalimbali kuhusu mitandao, taarifa mbalimbali za kuhaki mitandao, na njia za siri za kufungua vitu mbalimbali mbali kwenye simu yako ambavyo uweze kuvifahamu. Amba msisahau kulike, kusubscribe ilime kwanza kupata video zangu. sasa bila kupoteza muda, loo nilikuwa nimewaletea njia ya siri kabisa ya, ya kuweza kupata free wifi password. Ni njia yawakia ya kabisa, ndugu zanguni. Sasa bila kupoteza muda namba mnifuatilie hatua kwa hatua, ili kuweza ili kuweza kupata free wifi password. Kwanza kabisa inabidi tuwe tuna app inayoitwa WiFi Insta Bridge ambayo tunaweza tukaipata Play Store kwa wale watumiaji wa Android, ila kwa wale watumiaji wa iPhone tunaweza tukaipata App Store. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni kwenda Play Store, na kwenye search engine hapa tunaenda ku search hapo, inaoitwa WiFi Insta Bridge kama hivi mnavyoona. Then kwa sababu mimi tayari nimesha install Imenipa option ya open ila kwa wale ambao bado hawajai install itakuwa itawapa option ya install, uta install hapo, then uta open, itafungua kama hivi, then itakwambia ui set kama iwe default launcher au iwe kama default home app, then utayaroa hapa iwe kama Then uta continue uta allow notification pamoja na allow notification ya pamoja na location ili uweze kufanya kazi nzuri kwenye maps sawa. So kidogo unaona inafunguka hapa, tusubiri kidogo. Hii njia ya ndugu zangu ni uhakika kabisa, yani unaweza kupata free wifi password kabisa bila shida yoyote, na ukatumia bila shida yoyote kabisa. Ndugu zangu, ni njia ya uhakika kabisa, na ni asili. Kwa hiyo msio na wasiwasi kabisa, ndugu zangu, free wifi password. Ama tusubiri kidogo ikiwapo inafunguka, kwa kuwa ni mara ya kwanza kuifungua. Ama tusubiri kidogo hapa jeani akika kabisa, ndugu zanguni, kama mnavyoona hivi hapo ndio imefunguka hapa. Hapo ndio imefunguka zeni hapa kuna imefunguka iset, kama iwe kama browser up tutaiseti hapa, then tutaendelea. Kama mnavyoona hapa kuna usumbufu wa mtandao kidogo, ila naona shakuwa sawa kabisa tukishafungua na tukisha allow itakuwa takuwa natuletea kama hivi, inabidi allow location pale. Kwa hiyo itakuwa nakuletea kama hivi, hizi wifi unaziona ni wifi ambazo zipo karibu na mimi hapa. Sasa wewe ukishajisajili, ukishafungua hii app, hizo wifi zitakazoonekana zile ambazo zipo karibu na wewe. Ila kupata wifi ambayo ipo karibu na wewe zaidi, utaingia kwenye mapo hapa itaingia kwenye mapu na tusubiri kidogo, mtandao kae vizuri, ili kuweza kutafuta wifi ambayo ipo karibu na wewe. Hapa hii njia ni hakika kabisa, ndugu zanguni. Asa, kama mnavyoona inafanyaje kazi hapo. Utachagua wifi kama kuna wifi unaijua ambayo jina lake kinu ujui password utaitafuta, then utagusa kwenye show password yako ita search hapo, then nitakuonesha password yake. Sasa jinsi ya kuconnect hiyo wifi tutabonyeza kwenye save save wifi, after bonyeza kwenye open network setting. Sasa tutatumia wifi kwa mimi, ambapo simu yangu da tutazima kutumia mobile data, tutatumia wifi then tuta bonyeza done, then tutaenda kwenye wifi. Kwa kuwa tume save, tutaingia katika advanced, tutaingia katika save network. Hapa tutatafuta wifi ambayo tumeisave sasa hivi ni hapa, again time, tutaigusa then tutaconnect hapa. Kwa hiyo ndo hivi ndugu zanguni inavyofanya kazi hivyo, ndio inavyofanya kazi na so, inashaka kabisa ndugu zanguni, ni njia ya uhakika kabisa kwa hiyo msisahau kusubscribe ili muwe wa kwanza kupata video zangu pale ninapozipost. Ni njia ya uhakika kabisa ndugu zanguni, unakuwa tunatafuta wifi ambayo unataka connect Zenu una connect pia kama upo katika sehemu ambayo na location nzuri twaitafuta wifi kwenye maps naona kama hapa wamenionyesha wifi ambayo liponayo karibu ni hapa eh za kali internet na wanaonyesha kabisa hadi sehemu ilipo wanaonyesha mpaka sehemu ilipo kwepo okay guys baada kufikia hapo toka tumefikia mwisho kama ukiwa na swali au maoni, usisahau ku comment hapo, kudondosha comment. Pia usisahau ku like video, ku comment, pia ku share na kusubscribe, ili tuendelee kwa kwanza kupata taarifa katika video yangu. Asanteni.